Jumapili iliyopita tulianza kujifunza. Uh, okay, mwezi wa kwanza na wa pili wote tulikuwa tunajifunza mambo ya imani. Mwaka huu tulianza kwa kujifunza mambo ya nini, ya imani, na imani tulizungumza kipande. Wiki hizi chache tumejikita katika kipande cha imani katika eneo la fedha, imani katika kufanikiwa kwenye kiuchumi. Uchumi ni jambo la kiroho kabisa na Mungu kwa maandiko mengi nimekuonyesha mpango wa Mungu kwenye maisha yako ni kwamba ufanikiwe, ustawi, uimarike. Bwana asifiwe sana, haleluya. Bwana Yesu asifiwe, amen, amen. Jennifer ni mapili ya mali sana, anakaa hapa kwa boti ya mali. Ah, sana. Samuel awe na, na daftari lake na yeye. Ni usijali watakuwa na madaftari yao. Samuel atakuwa na wake na jinsi na kama yeye. Elida, kuna mahali kwa kwani? Eh? Kwenye simu na daftari. Ngo kuja nalo leo. Naongea sana. Wale ambao na Mungu tutakuwa naongea na nyinyi tu. Kiingereza, Kiswahili. Bwana asifiwe sana. Nataka uandike ili utoke kwenye hali ya ukwango kiuchumi. Nielewa vizuri, haya ni mambo ya kuandika kabisa. Bwana asifiwe sana. Ukiona namfuatilia sana, kwa sababu tunakupenda. Sawa, interest aamaegi o, tukaanza kujifunza juu ya fomula ya utajiri. Kama ilivyokuwa umasikini, nilikwambia utajiri una fomula yake. Watu hawai tu matajiri kwa bahati. Kuna vitu wanafanya ambavyo hata wewe ukivifanya utapata matokeo hayo hayo. Tuliwahi kuzungumza huu mfano, sitausahau wa chapati wa mama unaopiga chapati. Chapati inapigwa tu vyovyote? Kuna vitu unatakiwa ufanye ili usipate chapati ngumu, si ndio Flora? Eh, kuna vitu ukifanya chapati inakuwa kama mabati yale, inakuwa ngumu, ina masikio inakuwa sio laini, na mimi napenda chapati kwa maana naona mannakuia chapati sana. Usipofanya hivyo, ile chapati itatoka yani ukipigwa nayo ya uso utajuta, kwa sababu umekiuka nini, utaratibu wa kupika chapati. Kuna namna ya kukanda, kuna kitu cha kwanza, kuna mahali pa kutia mafuta, kuna mahali pa kutia maji. Hata kwenye mafuta ukatia maji, kwenye maji ukatia mafuta kuna namna ya kupika wali kama hutaki kula bokoboko, kuna goko goko. Kuna, kuna mambo lazima uzingatie, au utakula uji wa wali badala ya wali. Lakini kuna kitu kifanya utakula wali umechanganyika, kwengine mbichi, wengine umeiva, kula kula wali umeiva, kula wali huku mbichi. Eh, kuna mchele ukinunua umechanganyika mchele ume, yani kama paka akiwa mchele na mbwa ni mchele wamechanganyikana, nafikiri teissawonekan kuna michele ikichanganywa mmoja unaiva haraka, mwingine hauivi haraka. Sasa mangi yeye amechanganya, amechanganyia mzuri, ukienda kupika wengine wanahitaji dakika kumi na tano kuchemka, wengine wanahitaji dakika thelathini, una utaratibu wake. Kwa hiyo nimetumia huo mfano unaweza ukauelewa rahisi. Hivyo hivyo na utajiri, kuna kanuni zake, na sikudanganye mtu kwamba kuna kanuni moja tu ya kupata utajiri. Mafanikio ya kifedha ni kama gari. Gari mina, mina matairi, litaenda? Aya, una matairi lakini injini hamna, litaenda? Eh, una matairi una injini lakini hamna mafuta, itaenda? Hivyo vitu vyote lazima vikae katika sehemu yake, ili gari lifanyeje? Liende na kuna vipengele lazima uvizingatie, hivyo iko kwenye swala la uchumi. Na tulianza kukufundisha katika maeneo mengi sana, tulianza na jambo hili katika upande wa kiroho. Mafanikio ya kifedha ni jambo la kiroho, lazima uwe na Mungu mtu anakutumikia. Tulizungumza swala la fikra, na tunazungumza tukaja mahali yeti zaidi, mahali pakuwa na kitu cha kufanya. Hakuna mtu aliyekuwa tajiri bila kitu cha kufanya. Hayupo. lazima uwe na bidhaa unauza, lazima uwe na huduma unatoa, la sivyo hutakuwa na kitu cha kuonyesha mwisho wa siku. Sasa tukaendelea mbele kidogo, tukasema hata ukiwa na kitu cha kufanya, usipojua cha kufanya na ile hela inayopita mkononi mwako itakuwa ni kama bure. Ndio hapo fomula ya umaskini ilipokuja. Umaskini ni rahisi sana. Mtu akitaka kuwa maskini ahakikishe matumizi yake yanalingana na kipato chake. Akichukua matumizi akatoa kipato au akichukua kipato akatoa matumizi, abaki na sifuri. Maana yake uchumi atakuwa sifuri. Umasikini ni sawasawa na sifuri, hauna kitu. Unaungaunga sana, ni matokeo ya nini? Una kitu cha kufanya, lakini matumizi yako ni sawa na mapato au matumizi yako yamezidi mapato. Ndio formula ya umaskini. Sasa formula ya utajiri ikoje? Tulianza tunasema tukasema hivi, jitahidi jitahidi jita. pambana unavyojua, mapato yawe makubwa kuliko nini? Matumizi. Utajiri sio matokeo ya kuwa na hela. Utajiri ni matokeo ya unafanya nini na ile hela inayoingia mikononi Lazima kuna utaratibu, lazima uwe nao katika kipato kinachoingia wapi, mkononi mwako, kama utafanikiwa kiuchumi. Na kwa hiyo, Jumapili iliyopita nilianza kukushirikisha mambo matatu ambayo lazima uyafanye kama unataka kufanikiwa kiuchumi. Haya mambo lazima uyazingatie, ni mambo matatu. Tulisema jambo la kwanza, lazima utenge sadaka. Unapopata hela, uiambie cha kufanya kwa kuigawia majukumu wewe utashughulika na sadaka, na nilizungumza sana swala la sadaka, sitaki kuingia huko sana. Jumatano tukajifunza kundi la pili la au jambo la pili, nataka utenge la yako ni akiba, na jambo la tatu ni matumizi unapopata hela unapopata hela inapopita mkononi mwako, haijalishi ni nyingi kiasi gani, haijalishi ni kubwa ni, ni ndogo kiasi gani, uwe na utaratibu, uwe na mazoea, uwe na tabia ya kuitenga hiyo hela katika makundi matatu. Kundi la kwanza liwe sadaka, kundi la pili liwe akiba, kundi la tatu liwe matumizi. Bwana Yesu asifiwe, unanielewato? Sasa tulisisitiza kitu vichache. Nataka labda niseme mambo kadhaa ya kusisitiza kuhusiana na sadaka, kwa sababu sadaka ni kile kitu au kile jambo na ulitoa mbele za Mungu, na ili sadaka ikamilike lazima Mungu aipokee. Na tulikubaliana Jumapili iliyopita kwamba sio kila sadaka Mungu anaikubali. Tulisoma kitabu cha Mwanzo sura ya nne. Mstari wa kwanza mpaka wa tano tukaona kwamba Adamu na Hawa walizaa watoto wawili, mmoja anaitwa Kaini, mwingine anaitwa Abeli. Baadaye ikatuelezea kwamba Kaini alikuwa yeye ni mkulima, Habili alikuwa ni mfugaji wa mifugo. Kaini akachukua mazao akapeleka sadaka kwa Bwana. Habili naye akachagua wazaliwa wa kwanza na sehemu zilizonona za wanyama wake akapeleka sadaka kwa Bwana. Maandiko yanaendelea kusema kwamba Mungu akamtakabali Habili na sadaka yake, lakini sadaka ya Kaini hakuitakabali. Ile kwamba umekuja na sadaka mbele za Mungu haimaanishi kwamba ataikubali. Wamama mnaobeba watoto, naelewa hali yenu itaibidi wakati mnabeba watoto na kuwabembeleza, mioyo na akili zenu ziwe kwenye somo hili, kwa sababu watoto watataka hela baadaye. Bwana Yesu asifiwe! Sio kila sadaka Mungu anaipokea. <laughs> ili sadaka yako ipate kibali mbele za Bwana, tuangalie kadiri, kwa sababu Kaini naye alitoa sadaka, alienda toka kusanya kusanya mazao, akapeleka mengine na wadudu, mengine ni machafu. Mengine ameoza akapeleka tu kwa Bwana Mungu akisema, huyu hajatulia kuangalia sadaka yake, lakini huyu mwingine alichagua wazaliwa wa kwanza. Sikili una ng'ombe na unatafuta mzaliwa wa kwanza kwenye ng'ombe zako, fikili una mbuzi na unatafuta mzaliwa wa kwanza kwenye mbuzi zako, ni kazi. Huyu mtu amekaa akafuatilia wakati mbuzi anazaliwa, akamwekea alama. Unaona hiyo bidii, tangu yule mbuzi anazaliwa, alikuwa amemwandaa kwenye moyo wake kumtoa kwa Bwana kama mzaliwa wa kwanza, na maandiko anasema alichagua sehemu nono. Bwana asifiwe. Kwa hiyo, unaona huyu mmoja alienda tu anakusanya akapeleka, aliendaape huyu mwingine alikaa chini, akawaza kutoka moyoni mwake, akachagua vizuri kitu cha kupeleka mbele za nani kwao tukasema sadaka hii ikubaliwe. Mungu anazingatia sana umetoa nini, kina ubora gani na umetoa sadaka. Umetoa nini, kina ubora gani na umetoa sadaka, na sadaka ni kuongezea. Kitu kimoja cha maana sana leo, sadaka ni swala la moyo. Mungu angalii sana, kwa sababu ya uwezo wako wewe. Unaweza ukatoa buku na Mungu akathamini buku lako. Lakini mimi nikatoa laki, Mungu akakataa. Kwa nini? Kwa sababu wewe labda unaweza ukatoa buku, lakini una buku tano tu, mimi, buku ni lugha Kiswahili, ukatoa alfu na una elfu tano tu, mimi nikatoa laki, lakini na milioni mia mbili Mungu anaangalia moyo wayumtoai na ametoa kutoka wapi. Kinachofanya sadaka kuwa sadaka mbele za Mungu niile dhamiri na ule moyo uliotoa sadaka ilosijioga san hilo ijioga saa sababu, labda nikutajie mambo kadhaa ambaye huwe anamsukuma mtu kumtolea Mungu. Tunatoa sadaka kwa sababu, kwa nini tunatoa sadaka? Tunatoa sadaka kwa sababu tunampenda Mungu. Kutoa ni ishara ya upendo. Unaweza ukatoa bila kupenda, lakini huwezi kupenda bila kutoa sababu tunamtolea Mungu ni kwa sababu tunampenda, ameagiza. Jana tulikuwa tunajifunza hapo, upendo ni kufanya kile kitu ambacho yule mwingine anapenda, ukifanya kitu ambacho kitampa raha. Mungu anajisikia vizuri anapoona sisi watoto wake ambaye ametupatia kila kitu, bado tunamkumbuka na vile vitu vidogo tunampelekea. Fikiri ayokuwa na mtoto, ukampelekea ndizi alafu akakata akasema mama he. unajisikia Hakuna kitu ulichonacho ambacho hajakupa Mungu. Lakini Mungu anajua mmo, mioyo ya watu inaandamana na mali, yaani moyo unaweza ukadanganyika na mali ukawa umeambatana na, na mali zake, na Mungu anataka moyo wako usiandamane na mali zake. Usu mtu anategemea mali, uwe ni mtu anayemtegemea yeye. Kwa hiyo ukipata mali Namkumbuka Bwana Mungu wako, unamwendea Mungu wa, na sadaka yako sababu unampenda, ameagiza tumtolee hata hivi. Yeye ndio amenipa kila kitu, na sitoi tu ovyo, kwa sababu najua chanzo cha mafanikio yangu kiuchumi ni yeye. Kwa hiyo ninachagua kitu, kitu kizuri cha kupeleka mbele za Bwana. Tunamtolea Mungu kwa sababu tunampenda, tunamtolea Mungu kwa sababu tunamuheshimu Namna nyingine ya kuonyesha heshima mbele za Mungu ni kumtolea sadaka zako, heshima tu, sio ile tu shika shika na God. Ah ah, hiyo haitoshi. Kama unawaheshimu wazazi wako, unatakiwa utume kitu cha heshima. Ni sadaka unaituma kwa baba yako kwa mama yako, sio msaada, ni sadaka. Amen, na unatakiwa mpeleke kwa heshima. Tunamtolea Mungu kwa sababu tunamheshimu. Nisikilize, nisikilize kwa makini sana. dhamiri ya utoaji ya ialu sana. Usitoe sadaka kwa Mungu kama mtu anaye- anayebeti. Hatutoi sadaka kwa Mungu ili tupokee kutoka kwa Mungu, kwa sababu tangu hapo tumeshapokea kutoka kwa Mungu. Unisikilize vizuri hapo, Bwana Mfugaza wewe, hatutoi sadaka. Usije ukatoa sadaka ili Mungu asigue madirisha -ma -ma ya mbinguni. Usitoe sadaka ili kumshawishi Mungu, kama namna ya kumshawishi Mungu kukulimbikizia mali, usifanye hivyo. Ingawa, sema ingawa, sema ingawa sadaka ina hiyo, inajulikana lakini, dhamiri yako isiwe hiyo. Dhamiri yako hiyo, kumpenda na kumpendezesha Mungu, hawezi ukaepuka baraka ya Mungu, hiyo inajulikana, lakini hiyo isiwe ndio moti, hiyo isiwe ndio inayokusukuma kutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema doc, hatutoi hela kumtega Mungu, hatutoi sadaka ili kupata chochote kutoka kwa Mungu, ingawa sema, ingawa sema, ingawa wezi ukatoa sadaka ku kwa Mungu ukabaki hivyo, hilo tunalijua, lakini sio kusudi letu. Na kwa hiyo ukitoa sadaka usi- usijisikie vibaya usipopokea kitoto kama hutapokea ktot kwa sababu unaweza ukatoa sadaka leo mbele za Bwana halafu Mungu akanyosha mkono akamponya mama yako bila kukwambia, kwa, kwa sababu alikuwa anaona hela nyingi unatuma kwenye ugonjwa. Mungu anafanya kazi katika namna ya ajabu sana. Kwa hiyo lengo la kutoa sadaka yako ni kwa ajili ya kumheshimu Mungu kumwonyesha upendo na kumwambia, Bwana, mimi siishi kwa kutegemea hela hii, ninaishi kwa kukutegemea wewe. Wewe ndio mpaji wangu, wewe ndio chanzo cha mafanikio yangu, wewe ndio utajiri wangu. Hata siku moja ondoka, epukana na kutoa sadaka ili kupata kitu kutoka kwa Mungu. Dhamiri yako iwe kwamba natoa kwa sababu Bwana amesema nitoe, na mimi ninampenda Bwana Mungu wangu ndio maana namkumbuka kwa sadaka zangu.